Tatizo na ulipata sasa ni kwamba mvua nyingi zinaendelea, na nyewe wananchi, mnajua msimu wa mvua mara nyingi huku kwetu huwa wanaanza mwezi wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kwanza tulitarajia kumekuwa na mvua nyingi, lakini mwaka huu kumekuwa na mabadiliko kidogo. Mvua zimeanza mwezi uliopita na mwezi huu wa tatu, na tutarajie mvua hizi kwenda mpaka mwezi wa tano. Nataka niwaambie maji leo tusumbua hapa, sio mvua zinaonyesha hapa Somanga, bali mvua zinaonyesha Morogoro na kwenye pori la Selu, bila kusanya maji kuleta hapa kwenda baharini, na ndio usumbufu ambao tunaopata eneo hili la Somanga. Kwa wana Somanga, adha mnaoipata, serikali inaifanyia kazi, na mbunge wenu ameeleza sana, kwa sababu yeye ndio mwathirika mkubwa lakini mbunge wenu alieleza pia na barabara za ndani, tuna madaraja na makaravati, barabara ya Tingi mpaka kule wapi, kule kunaitwa Kipatimu kupitia Chumo, mkandarasi huko kazini, na nyiye mnajua, tulianza kujenga kule maeneo korofi lami ya kilomita moja mbili moja mbili, ili kurahisisha upitaji kwenda huko, kwa sababu barabara hizo ziko kwenye mpango wa ujenzi wa lami kwa hiyo wazee wangu, mama zangu na wanasomanga wote, nirudie tena kuhakikishia kwamba serikali yenu iko kazini, inafanya kazi yake. Waziri wa ujenzi alishaeleza mambo mengi alipokuja hapa. Leo nimekuja kuleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais, lakini pia kuhakikishia kuwa kazi ya ujenzi inaendelea. Nikiwa pale nimetoa maelekezo mawili kwa TANROADS, kwa TANROADS, moja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 kila baada ya mvua zikinyesha waje wajiridhishe, kama kipenyo kimebaki vile vile. Hiyo ni moja lakini, la pili, Tanroads ni mkoa wa Lindi ndio mwathirika mkubwa. Wahamie hapa, wajenge kambi hapa, waishi hapa, hapa waishi. Somanga, waishi pale, ya tatu, waishi na Ngurukuru, ili wawe wanafuatilia mwenendo wa maji kutoka huko milimani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 Haya ndio maelekezo yangu leo, na leo tulipata bahati ya kuja na waziri wa ulinzi na jeshi ya kujenga taifa kuja kuona hiyo hali. Kama kungekuwa kuna udharura huo, basi mheshimiwa waziri wa ulinzi tungemwomba alete kikosi kazi chake, na wataalamu wenyewe wako hapa, wanaweza kupata muda kuanza kuzungumza na watu wa Tanroads kubadilishana mawazo, nini kifanyike katika hali hii, ili safari zote zisikwame wananchi wapite na magari yao, basikeli zao, pikipiki piki zao wavuka kwa miguu nao wapite bila kukwaza, kwani niliona niwape salamu hizi, lakini wahakikishie nini serikali wanafanya. Lakini kubwa zaidi barabara hii imeharibika sana, kutoka Dar es Salaam mpaka Mingoyo, lakini pia wasafiri wote ambao mnasafiri kwenye maeneo haya, wala msihofu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 na kwa upande wa hapa peke yake ni kiasi cha shilingi bilioni kumi na mbili hizi hapa ambazo zinatekelezwa na mkandarasi, yes, Hunan Construction, hapa na tayari tumeshamlipa bilioni nne na point moja ambayo ni sawa na asilimia thelathini na sita mheshimiwa waziri mkuu na hizi ni fedha zingine ambazo serikali ya rais daktari samia suluhu hassan imeweza kulipa kwa miradi yote ya mkoa wa Lindi katika hizo jumla ya fedha bilioni mia moja na thelathini na ziko na kampuni za kizawa pia vilevile ambazo zinatekeleza mradi mbalimbali ikiwemo kampuni ya Makapo ambayo inafanya mradi wa pale njia nne eneo la Mikerengende.